Habari, unaendeleaje? Naitwa CPA Makelemo Witness na mimi ni mtaalam katika maswala ya uhasibu kodi, lakini pia mimi ni mtaalam katika maswala ya uwekezaji. Mimi wanakuja kwako mara nyingi nikikuletea elimu katika mambo ambayo mimi kwayo ninayafahamu hayo na ni mtaalam kwayo, na kama kawaida leo nitakuja nikiongelea katika swala moja la kiuhasibu. Katika namna moja au nyingine kusikia taratibu taratibu za za kiwasibu nini maana taratibu za kiwasibu? Wasibu wote tunaofanya katika kila siku umejengwa katika taratibu, na hizi zinaitwa standards ambazo kimsingi sio tu mtu mmoja huwa anaamka na kufikiria, lakini zipo zime, kuna mchakato ambao umepitiwa na hatimaye zikawa zime zimekuwa publish, zimewekwa wazi kwa hizi ndio taratibu za kiwasibu, na kupitia hizo ndizo huwa tunazitumia katika kufanya wasibu taratibu hizi zinaitwa standards, na kwa namna moja au nyingine inawezekana umeshawahi kusikia taratibu kubwa za wasiwa ambazo najua watu wengi wamewahi kuzisikia ni IFRS, IAS, lakini GAPS. GAPS ni General accepted accounting principles, lakini IFRS ni international financial reporting standards, IAS ni international accounting standards. Na pengine pia umewahi kusikia IPSAS, hiyo ni international public sector accounting standards. Sasa kwa Tanzania sisi tumefuata IFRS, hatutumii GAPS. Kimsingi GAPS inatumiwa na UK lakini nchi nyingi zimeadapt IFRS. Sasa nataka kuzielezea hizi ni nini na tofauti yake, pengine ilikuwa inakuchanganya, upate kuelewa, maana siku za mbeleni nitaweza kuziongelea hizi accounting standards na namna ambavyo zina apply na zinatumika. Kabla sijafika huko, nikaona kwa nini sielezee kwanza, tukazijua hizi ni nini kitu cha kwanza ambacho ni cha msingi, kwanza natamani uzijue, ukijue ni kwamba basi foundation ya hizi hizi sheria za um, za kihasibu hizi sheria za kihasibu zinatengenezwa na kamitii au board, na kama tunavyojua kamitii ni mkuta, mkusanyiko wa watu ambao wameaminiwa, wanakuwepo pale kwa ajili ya kufanya jambo fulani. Kwa hiyo kuna kamitii ya watu ambao wamepewa jukumu hilo la kutengeneza hizi Uh, taratibu za kiwasibu na kimsingi sana, hizi taratibu za kiasibu zitakuwa zimetengenezwa kia, ili kusudi taarifa za kiasibu ziandaliwe katika namna ambayo kutakuwa kuna uniformity, zinafanana katika ulimwengu mzima, lakini hata inapokuwa unashika uh, vitabu vyovyote vya kiasibu, basi uweze kugundua uh, kutoa tafsiri yake kiurahisi kwa sababu kunakuwa na utaratibu ambazo zote zinatengeneza katika utaratibu huu, kuleta uniformity tunasema. Kwa hiyo mara ya kwanza ilikuwepo hii inaitwa is IASC, yani International Accounting Standard Committee. Hii ilikuwa barond mwaka elfu moja mia tisa arobaini na saba ilitengenezwa na zilikuwa zinatengeneza accounting standards, ambazo za accounting standards zilikuwa ndo international accounting standards IAS na mwaka elfu mbili na moja Um, ikariplesiwa hiyo kamitii ikariplesiwa na board. Kwa sasa kuna International Accounting Standards Board, ambayo sasa hii na yenyewe jukumu lake ni hilo hilo kutengeneza uh, taratibu na kanuni za kiwasibu. Sasa basi, mm, IAS ni International Accounting Standards ambazo zilikuwa zimetengenezwa tokea kipindi cha nyuma sana. Kwa hiyo, kadri inavyobadilika, kadri inavyobadilika, kuna kwa hiyo teknolojia inavyobadilika, kadri mambo yanavyobadilika, kunakuwa kunaonekana kuna, kuna utofauti ambao utofauti sasa inabidi sheria za zamani za za wasibu pengine zirekebishwe au kuna vitu fulani viongezwe na chochote. Kwa hiyo unapotokea mchakato ndio unakuta sasa IFRS zinasaidia kurekebisha IAS. Kwa wakati mwingine unaweza kukuta IAS labda kadhaa zimefutwa lakini zimekuwa replaced zime, zimekuwa replaced na IFRS nyingine namba fulani. Kwa tofauti ni zote ni hizo zote ni accounting standards na zote zinatengenezwa na hizi International Accounting Standard International Accounting Standard Board. Kumbuka nimesema International Accounting Standard Board ilienda kureplace International Accounting Standard Committee. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tunatumia IFRS lakini, japo kwenye uh, se, uh, kwenye taasisi za kiserikali inatumika kitu kingine ambacho kinaitwa International Public Sector Accounting Standards, lakini kwa kampuni nyingine na vitu vingine tunatakiwa kutumia IFRS ambazo pia ni IAS hizo hizo, lakini pia nitaongelea hizi general accounting General accepted accounting standards hizi ni standards ambazo zinatumika sana na US UK, na kimsingi zinataka kufanana na hivi, japo kunakuwa na utofauti kidogo, na kuna mambo mengine, kimsingi huwa ni kama zinakuwa zinatumika, lakini Tanzania imeadapt IFRS, kwa huo ndio utofauti mdogo. Sasa IAS na IFRS hazina utofauti sana utofauti ni mdogo tu. Katika ulimwengu, kadri tunavyoendelea, kadri biashara zinavyoendelea, kadri mambo yanavyoendelea, kuna mabadiliko hutokea, na mabadiliko haya yanapokuwa yanatokea, yanafanya kwa namna nyingine, kunakuwa pia uh, pengine teknolojia inavyopanda, inabidi tuanze kufikiria pengine, um, kuongeza uasibu au kurekebisha mambo fulani. E, nitato kwa, kwa mfano asa hivi kuna pepa ambazo ni digital, ni digital kuna pesa ambazo ni digital money kwa mfano tuna uh, faamihizihela ambazo waushiki mkononi. Hizi ni currency ambazo zinanunuliwa uh, kwa mfano bitcoin na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta panapotokea vitu kama hivyo, sasa uasibu lazima ukae, uanze kufikiria okay, kumetokea kitu kama hichi tunakiwekaje kiwasibu? Mtu anapokuwa na mali katika namna ambazo zinashikiki Bitcoin, je, uhasibu wake uweje? Kwa vitu kama hivyo vinasababisha inabidi tena hiyo kamiti ikae tena ianze kufikiria ni namna gani ambapo tunaweza tukabadilisha hizi accounting standards na vitu kama hivyo, ndio vikasababisha kunakuwa kuna hii IFRS, hizi international financial reporting standards. Hizi sio kwamba ni mpya, ila zinakuwa zinajaribu kuweka sawa vitu ambavyo IAS International Account ambazo so hizo sasa so so zilianza zamani hazijaweza ku, ku, ku kuona hayo, mare, ma, hayo, hayo mabadiliko nasaidia. Kwa hiyo zenyewe zinasaidia kurekebisha. Kwa hiyo mara nyingi unakuta huwa zinafuta, unakuta IAS, IAS. Na of course hizi accounting standards zina namba. Kuna namba moja na kuendelea. Kwa hiyo unakuta labda IFRS naweza ikaja IFRS namba nane ambayo unakuta pengine imefuta namba namba labda moja mbili au namba au namba mbili na tatu zimefutwa za IAS na kuna mambo mengine, kimsingi huwa ni kama zinakuwa zinatumika, lakini Tanzania imeadapt IFRS. Kwa hiyo ndio tofauti mdogo. Sasa kuna mchakato ambao huwa unatokea kabla hizi accounting standards zifanyike. Kimsingi inapoonekana kuna uhitaji wa kurekebisha, kwanza um, International Accounting Standard Board lazima itoe taarifa kwa watu ambao tunawaita stakeholders, yaani wale watu ambao wananufaika na hizi accounting standards. Na miongoni mwa watu wanaonufaika na accounting standards hizi ndo kama sisi waasibu ambao tunazitumia kuweza kutengeneza ku uasibu, lakini pengine wawekezaji na watu wote e, serikali na vitu vyote. Kwa hiyo itatoa taarifa kupitia katika website yao, wana website yao kwamba pengine tuna, tuna kuna accounting standard hii tunafikiria ku, kurekebisha au pengine tuna tunakaribisha mawazo ya kitu fulani chochote wataeleza pale. Kwa hiyo unakuwa na nafasi ya kutoa maoni yako kwa njia yoyote ile, ikiwa kwenye website, ikiwa kwa namna yoyote ile kwa, kwa, kwa hiyo mchakato ule wanapokea hayo maoni chakata, na kisha wanakaa kuyachakata na mwisho wa siku wanapokuja kufikia mwafaka wanavote pia, wanavote na wakishavote kukubaliana, wale members ambao ni wa hiyo hiyo board wakishavote kukubaliana, ndipo sasa zinatoka standards ndizo hizi standards sasa zinakuwa published na zinakuwa zinatakiwa kutumika. Kwa hiyo nchi inapokubali kuadapti aina fulani ya standard inakuwa uh, accountable kufuata zile standards, na usipofuata zile standards ya kuna consequence ambazo unaweza ukazipata na ndio maana unakuta wakati mwingine mara nyingine hata katika serikali inasema, labda vitabu uh, vinatakiwa kuandaliwa na watu wenye sifa hivi, kwa sababu wanakuwa wamepitia mchakato wa kujifunza na kufundishwa zile taratibu zote za kiwasibu, ili kuhakikisha wakitoa taarifa financial statement inaelezea na inaleta uhalisia wa jambo fulani. Kwa hiyo nitaanza kuziongelea hizi standards. Kwanza standard. kimsingi inapoonekana kuna uhitaji wa kurekebisha kwanza um, International Accounting Standard Board lazima itoe taarifa kwa watu ambao tunawaita stakeholders, yaani wale watu ambao wananufaika na hizi accounting standards. Na miongoni mwa watu wanaonufaika na accounting standards hizi ndo kama sisi waasibu ambao tunazitumia kuweza ku, kutengeneza uasibu, lakini pengine wawekezaji na watu wote e, serikali na vitu vyote. Kwa hiyo itatoa taarifa kupitia katika website yao na website yao kwamba pengine tuna, tuna, tuna, kuna accounting standard hii tunafikiria ku, kurekebisha au pengine tuna tunakaribisha mawazo ya kitu fulani chochote, wataeleza pale. Kwa hiyo unakuwa na nafasi ya kutoa maoni yako, ikiwa kwenye website, ikiwa kwa njia ile, kwa njia yoyote ile, ikiwa kwenye, kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo mchakato ule, wanapokea hayo maoni, chakata, na kisha wanakaa kuyachakata, na mwisho wa siku wanapokuja kufikia mwafaka, wanavote pia, wanavote na wakisha vote, kukubaliana, kukubaliana wale members ambao ni wa hiyo hiyo board, wakishavote kukubaliana, ndipo sasa zinatoka standards ndizo hizi standards sasa, zinakuwa publish na zinakuwa zinatakiwa kutumika. Kwa hiyo nchi inapokubali kuadapti aina fulani ya standard inakuwa uh, accountable kufata zile standards, na usipofuata zile standards ya kuna consequence ambazo unaweza ukazipata, na ndio maana ukuta wakati mwingine mara nyingine hata katika serikali inasema labda vitabu uh, vinatakiwa kuandaliwa na watu wenye sifa hizi, kwa sababu wanakuwa wamepitia mchakato wa kujifunza na kufundishwa zile taratibu zote za kiwasibu. Kwa hiyo huo ndo mchakato ulivyo, na nitaweza mm, kuziongelea na kuzifundisha moja kwa nyingine, kusi mtu uweze kujifunza, hata kama ni mwanafunzi lakini hata wewe ni mtu ambaye unataka kuelewa biashara, mambo yako yanavyoenda na, boenda, na una interest na hiki kitu. Kwa hiyo nitakuwa nazielezea, lakini kwanza hatua ya kwanza kabla sijaziongelea nilitakiwa kukufundisha na kujua tofauti zake, ili siku ikitokea kwenye video nyingine nikasema gaps unielewe, nikasema IAS unielewe, nikisema IFRS unielewe. Asante sana kwa namna moja au nyingine, najua umejifunza sana. Karibu tena hadi wakati mwingine, ciao.